Na kitu cha tofauti sana, wachezaji 40 waliofanya vizuri katika mashindano ya Migombani Football Academy ambayo imeshirikisha timu 24 za watoto wenye umri chini ya miaka 15 na wamefanya usajili baada ya maskauti kutoka nje kuwakagua, na sasa wakijiandaa kwenda kwenye mashindano yatakayofanyika nchini Kenya. Tunajivunia kwa sababu nimefuatilia, unajua mimi mwenyewe ni mtu ambaye anapenda mpira na nilikuwa nacheza mpira katika ukuaji wangu. Nimefuatilia sije kuona matonamenti yakifanyika, lakini huko nje nakoishi naona matonamenti ni kitu kama cha kawaida. Kwa hiyo nimejaribu kuja kuibua, kuonyesha kwamba watu wengi wajitokeze wafanye matonamenti ili tuvipate vipaji, sio mimi peke yangu. Furaha sana kuchaguliwa katika mashindano, namshukuru Mungu nimeweza kupambana mpaka mwisho. e, kupitia maskauti wetu wamechukua bezi mbili tu wamelenga sana kwa wale ambao andateni ambao tunaweza kuanza nao kwenye beziki, na anda thatini yaani miaka kumi miaka chini ya miaka kumi na chini ya miaka kumi na tatu miaka kumi na tano wamechukuliwa wachache ambao wanaonekana ni kweli miaka kumi na nne kwa kumi na tano. Yaani wale ni wadogo kabisa kwa hiyo tunao wachache lakini wengi wamechukuliwa ni chini ya miaka kumi kuelekea mashindano